Ninaitwa Askofu Abednego Kesho Mshahara wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Diocese ya Kaskazini Magharibi yenye makao yake makuu hapa Bukoba mkoani Kagera. Napenda kuwatangazia na kuwajulisha washirika wote wa, wa diocese yetu kwamba kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania kanisa zima kitaifa limeandaa KKKT Marathon au mbio za KKKT kwa lengo kubwa la kuhamasisha uchangiaji wa kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu kama vile yatima, kama vile vipofu, kama vile viziwi ambao wamesambaa katika nchi nzima wakihudumiwa na dayosisi mbalimbali. Hata dayosisi yetu hapa inavyo vituo vya kuhudumia wasiojiweza kama kituo cha Ntoma yatima na kituo cha Mugeza shule ya msingi inayohudumia vipofu na viziwi katika shule ya msingi. Kwa hiyo jiandaye kufika Arusha tarehe ishirini na moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano. Jitahidi ufike pale, katika kukimbia mbio hizo unachangia watoto wasiojiweza. Utaungana nami pamoja na maskofu wengine na wadau wa KKKT, tushirikiane kuwasaidia watoto hawa. Huko nyuma tulizoea kupata misaada kutoka nje. Sasa hivi misaada hiyo haipo au imepungua sana. Kwa hiyo, tuwalee watoto wetu, tuwasaidie watoto wetu kama tunavyoelekezwa na vitabu vitakatifu, kwamba tusiangalie matumbo yetu wenyewe, bali tuwaangalie na wengine, ni hao wasiojiweza. KKKT marathoni, saidia kwa moyo, toa kwa upendo, uvune baraka. Karibu sana na Mungu akubariki. Asante sana.